Machi 24 mwaka 2025 ni siku ya kihistoria kwa wapenda soka wa mkoa wa Singida na taifa kwa ujumla kwani klabu ya Singida Black Stars inaenda kuzindua rasmi uwanja wake mpya. Uzinduzi huo ni hatua kubwa kwa klabu hiyo ambayo imeendelea kuwekeza katika miundombinu ya michezo ili kuinua viwango vya michezo nchini. Uwanja huo uliopo Mtipa mkoani Singida, umejengwa kwa viwango vya kisasa na nyasi bandia kwa kushirikiana na wadhamini wao. Uwanja huu una uwezo wa kuchukua mashabiki elfu tano hadi elfu saba na unatarajiwa kuwa kitovu cha mashindano makubwa ya kitaifa na kimataifa. Sherehe za uzinduzi zinatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali wa serikali na michezo, huku mgeni rasmi akiwa Naibu Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo, Hamisi Mwinjuma maarufu Mwana FA. Aidha, viongozi wa TFF na wanatarajiwa kushiriki. Burudani mbalimbali zimetayarishwa Kabla ya mchezo ama mechi kuu, ikiwa ni pamoja na muziki kutoka kwa wasanii maarufu wa Bongo Flava, michezo ya asili, maonesho ya utamaduni wa Singida. Mashabiki watapata fursa ya kushuhudia historia ikiandikwa kwa mara ya kwanza kwenye uwanja huu mpya. Kilele cha tukio hili kitakuwa ni mchezo wa kirafiki kati ya wenyeji Singida Black Stars na mabingwa watetezi wa Ligi Kuu Tanzania Bara, Yanga utakaochezwa kuanzia ya saa kumi jioni. Mechi hii inatajwa kuwa ya kuvutia kutokana na nafasi ya timu hizi katika msimamo wa ligi ambapo Yanga wanaongoza pointi hamsini na nane huku Singida wakiwa na nafasi ya nne na pointi arobaini na nne Licha ya kuwa mecha ya kirafiki, upinzani baina ya timu hizi mbili umeibua hamasa kubwa kwa mashabiki. Singida Black Stars wanataka kutumia uwanja wao mpya kuonyesha ubabe wao, huku Yanga wakitaka kuendeleza rekodi yao nzuri dhidi ya wapinzani wao.